Vijana, nirudie tena kwa niaba ya mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, niwaambie tu kwamba nyie vijana wa Kitanzania ndio nguzo muhimu ya maendeleo katika taifa hili. Mmechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa hili kufikia hapa tulipo, iwe ni kwenye sekta ya kilimo, sekta ya kibiashara, teknolojia michezo hata sanaa, ni vijana ndio mnafanya kazi hizi. Ongera sana, jipigieni makofi wote. Lakini pia katika nyanja za ubunifu nyie mmekuwa mstari wa mbele na ndio vinara wa matumizi ya teknolojia mpya na majukwaa ya kidijitali kwa wakati huu, ikiwemo na akili mnemba na mifumo ya mawasiliano ya kisasa. Vijana mmeweza kuifanyia hata biashara kwa ajili ya kuimarisha mawasiliano ndani yetu. Kwa hiyo michango yenu imekuwa kichocheo cha mabadiliko chanya katika jamii na uchumi wa taifa hili. Kwa kuzingatia nafasi yenu katika jamii, nawasihi tena vijana wote mwendelee kushirikiana, vijana na vijana. Leo mmekuja hapa kutoka kote nchini, endeleeni kujadiliana kikamilifu, mtoke hapa na maazimio yatakayoisaidia serikali kupanga mpango mzuri kwa maendeleo yenu. Nyiye vijana Tushirikiane kuhakikisha kwamba fursa zote zinazotolewa na serikali hii zinawafikia vijana ipasavyo. Ushiriki wa miradi ya maendeleo vijana, ndio muwe namba moja, na kila mmoja wenu au ni sehemu ya mchango wa maendeleo ya taifa hili, ili kujenga taifa lililo imara na taifa lenye maendeleo.